Mkoa wa Kagera uliopo kaskazini magharibi na unapakana mataifa ya Burundi, Rwanda na Uganda, ulikumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa Marburg Januari 20, mwaka huu ambapo watu wawili walifariki duniani. Ni siku 42 zimepita toka kitangazwa kifo cha mgonjwa wa mwisho wa Marburg katika wilaya ya Biharamulo. Ni siku 42 zimepita tangu mgonjwa wa mwisho alipofariki. Kulingana na kanuni na taratibu za shirika la afya duniani, WHO Wizara ya Afya imetangaza rasmi kumaliza mlipuko huo kwa kuzingatia sheria na kanuni za kimataifa. Nichukue nafasi hii kutangazia umma na jamii ya kimataifa kuwa sasa Tanzania haina mlipuko wa ugonjwa wa Marburg. Ongera sana. Thank you for fighting like soldiers. Asante kwa kupigana kama majeshi na bila ya kusita hadi kufika mwisho. Kujitolea kwenu kumekuwa na umuhimu, jitihada zenu zilikuwa na thamani hata kama ilikuwa inaweza kumaliza hata maisha yenu. Mlikuwa mashujaa, mlisimama na majaribu na kupigana hadi mwisho. Tunakabiliwa na Mpox. Hata hivyo tutaendelea kushirikiana, naamini hata hili litafika mwisho wake. Karibuni. Katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Kagera akaeleza uhitaji uliopo wa hospitali maalum kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Mmoja ya mambo uliyoyaahidi kwamba utayapambania kwa nguvu zako zote katika kipindi chote utakachokuwa waziri wa afya ni kuhakikisha mkoa wa Kagera unapata hospitali mpya ya kisasa itakayomudu kukabiliana na magonjwa hayo. Mkoa huu wa Kagera, Azma yetu ya serikali ya kuwa na hospitali maalum ya magonjwa haya yanayoambukiza katika mkoa huu iko pale pale, ni jambo la msingi na la muhimu sana. Ugonjwa wa Marburg uliripotiwa wilayani Biharamulo Januari 20, mwaka huu na watu wawili walifariki dunia kutokana na ugonjwa huo na watu 281 waliokuwa karantini walisharuhusiwa kuungana na familia zao. Wakati ugonjwa wa Marburg ukimalizika, serikali imeripoti kuwepo kwa ugonjwa wa mpox hapa nchini na tayari hatua za kupambana na ugonjwa huo zinaendelea. Benson Eustace, Azam News, Biharamulo, Kagera.